Sisi wakazi wa Ilemi inatakiwa tujifunze kwa kuona, wanasema mwanafunzi mzuri ni yule anayejifunza kwa kuona. Leo tunamuona Dkt. Tulia Ackson anakuja kututufundisha jambo. Sisi sisi, tunajifunza nini? Tunasema kuna wahitaji wengine wamebaki huko, hawajabahatika kuwepo hapa, basi twendeni tukafanye kama anachokifanya mbunge wetu Dkt. Tulia Ackson Mwansasu kwa sababu wanasema ni heri atoae kuliko apokeaye. Kwa kama Mungu amekubariki basi, toa kwa wahitaji, ili nao waweze kusherehekea sikukuu hizi vizuri kama wengine. Lakini mheshimiwa mbunge, mimi kijana wako, nilisema pale pampo utafanya jambo lolote na mimi nitajazia kidogo. E, kwamba hatujapata diwani tu ambaye wanasema mbelile mbelile diwani yoye yeah. Basi mheshimiwa, pale ambapo wewe utakuwa unatoa, na mi kijana wako nirizia kidogo. Naomba nikukabidhi Mheshimiwa mbunge hapa hata kaya elfu tano tano kasoda pale utazia. Asante sana.